Nini watu wa Singida kwanza mna viongozi wa kipekee? Bana mimi kwenye baraza kule nimepewa ulezi wa mkoa wa Songwe. Songwe bwana wameondoka wote wao. <laughs> Yaani kila mtu kapotea njia yake <laughs> bali mbaki na watu wawili, sio watatu, wale ndio wamebaki. Kwa hiyo hapa natakiwa niende kule Songwe. Tukafundishane tena swala la uongozi na direction ya nchi <laughs> Kila hey, mtu kaondoka, mkuu wa mkoa kaondoka, mkuu wa wilaya ya momba kaondoka, sijui mkuu wa wilaya yani, ya mbozi kaondoka, mkurugenzi, kila mtu kaondoka. Kwa hiyo nyinyi hapa Singida, hey, kwa kweli hapa, nabidi kuna jambo la kuja kujifunza. We watu wangu wa Songwe nitawaleta hapa, waje kujifunza kwanza subira. <coughs> <coughs> Hey, unajua, unajua, mambo yalivyo jamani, kila mtu ana haki yake, au sio? Hey, lakini sasa haki hizi wakati mwingine Viongozi waangalie. Unajua, Mheshimiwa Rais ametuamini sana sasa. ee, kila mtu kama anachomoka hivi e, wakati mwingine anaweza kupata wasiwasi kwamba jamani, hivi hata hawa mawaziri wangu hawa nao kesho itakuwaje? ee, maana usije ukafanya mambo tofauti. Na kwa kweli sisi nataka nikuhakikishie kama ulivyosema mkuu wangu wa mkoa, hatutomwangusha Mheshimiwa Rais.